Mechi ya vikapu kati ya wenyeji Maseno na mabingwa wa tetezi Laiser Hill kutoka Bonde la Ufa ilikuwa inasubiriwa na wengi kwani timu hizi mbili zilifika fainali ya mwaka jana. Hata hivyo, ni Laiser Hill iliyoanza kwa kishindo na kutoa robo ya kwanza kwa alama 25 kwa sita kabla ya Maseno kuimarisha mchezo na kushinda robo ya pili kwa alama kumi kwa nane. Laiser kisha ilinyakua robo ya nne kwa alama 14 kwa 12 na kizaza kashudua katika robo ya mwisho ambapo zitoka sara 14 kwa 14, na Laiser ikaibuka mshindi kwa alama 61 kwa 42. We really have to take care of of all all the other teams because all of them are hurdles. Katika mechi nyingine, Shimba Hills ilinyuka Garissa alama 139 kwa 12. Katika baadhi ya mechi za kinadada, Kapkolei lilemea barasani 60 kwa 37, huku Buruburu ikiadhibu North Eastern alama 136 kwa 2 katika magongo upande wa vulana, mabingwa wa tetezi St Anthony waliwashinda Maseno mbili moja, huku Shimolato ikipata ushindi kama huo dhidi ya Mang'u. Orero na Lenana zilitoka sare tasa. Upande wa wasichana mabingwa wa tetezi Kerugoya walipata ushindi wa mbili moja dhidi ya Sumbi. Kapkolei ikaiadhibu St Joseph mbili bila nayo, na Isinyolo ikaishinda Moi Girls moja bila. Ilikuwa ni mwenye nguvu mpishi katika mechi za leo, hivyo basi upizani wanatarajiwa kuwa mkali katika mechi za kesho, wakati mechi za makundi za mkondo wa pili zitakapochezwa. Joel Omoto, KTN, katika shule ya upili ya Maseno.